Sasa nimwalike baba dekano atuongoze kwa ibada fupi ya makabidhiano ya msalaba mtakatifu. Baba dekano karibu kwa kutuongoza. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Naomba wote tusimame kwa ibada fupi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ndugu zangu, tumekusanyika hapa ili kukabidhiana msalaba ulio bendera ya wokovu ya kutuongoza katika hija yetu ya imani. Msalaba huu ni chombo alichokitumia Bwana wetu Yesu Kristo kutukomboa. Tunafanya tendo hili la ibada ya kuheshimu msalaba ili Mungu Mungu wetu azidi kutujalia neema ambazo Kristo alitustahilia kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Tunaokabidhi msalaba huu ili muupokee kama kumpokea Kristo mwenyewe. Katika dekania yenu uwe ishara ya ujio wake katika mwaka huu wa Jubilei wakati wote utakapokuwa katika dekania yenu, utunzwe na kuheshimiwa kama chombo kitakatifu kilicholeta wokovu. Ishara ya msalaba huu iwaletee wingi wa neema za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina, amina. Ndugu zangu Yesu Kristo amemtolea Mungu Baba maisha yake msalabani ampatanishe na mwanadamu. Eye Baba wa huruma, uyasikilize maombi yetu. Msalaba utukumbushe mapendo makubwa ya Kristo Msalaba uwe bendera ya Wakristo na alama ya ushindi wao. Msalaba ututie nguvu katika mateso na hatari. Tutumie ishara ya msalaba kuwafukuza pepo wabaya washawishi. Tufanye ishara ya msalaba watoto jirani zetu, tufanye ishara ya msalaba maishani na, na kifoni. Tuombe, umeweka msalaba uwe ishara ya ukombozi wetu na alama ya mapendo yako wa kuomba utupe neema utupe neema ya kuuchukua msalaba wetu pamoja na mkombozi kwa imani, matumaini na mapendo makubwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. <laughs> Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. na sasa, baba dekano wa dekania ya Uvinza, tutamwomba mkabidhi msalaba huu dekano wa dekania ya Kigoma na wana Kigoma. Ni sasa, baada ya hapo mingine yote yaendelee yakiwa salama, bila shaka msalaba uko salama sasa pia, kwa nafasi ya kuangalia kama kuna dosari yoyote. Baba, karibu baba dekano wa Kigoma Wanapokabidhiana basi, tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele vya kutosha. tumikazi wakati wa ziara wa ya msalaba, ambapo pia na sala hizo zikabidhiwe. Na sasa makabidhiano ya Kigoma, yaye uko chini ya wewe